Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, God bless Lema amejitokeza hadharani na kuwavua nguo wanachama waliojiondoa Chadema. Mapema hii leo, wajumbe wa zamani wa sekretariat ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema leo Jumatano, Mei 7 mwaka huu wa 2025, wametangaza rasmi kuhama ndani ya chama hicho, na kwamba kwa sasa watatafuta jukwaa mwafaka la kisiasa ambalo watalitumia kufanya siasa Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu Chadema Tanzania Bara Benison Kigaila amesema viongozi hao wa zamani wa Chadema wataenda kukutana kupitia na kujadiliana na vyama mbalimbali nje ya Chadema ili kuona jukwaa sahihi la kufanyia siasa, ingawa ameweka wazi kuwa hawana mpango wa kujiunga na chama cha Mapinduzi CCM. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu na baada ya kushauri sana na kuona ushauri wetu unapuuzwa na badala yake tumekuwa tukibezwa na kutukanwa, baada ya kuona hawa jamaa viongozi wa sasa wa Chadema hawana nia njema na chama na kwamba watakiua hiki chama, tumeona hiki chama Chadema kisife mbele yetu tukasingiziwa kuwa na sisi tulikuwa sehemu ya mipango ya kukiua hiki chama. Na mimi nawashauri wanachama wa Chadema wanayebaguliwa wanayeumizwa na mambo yanayoendelea, tusiwe sehemu yao na tusiwape sababu kwamba hiki chama kimekufa kwa sababu hawa watu wapo. Maneno hayo ameyazungumza Benson Kigaila. Kigaila pia amesema maamuzi yao yanakuja baada ya wao kufanya tafakuri pana na kuona Chadema inapoteza mwelekeo kwa sababu viongozi walioko madarakani wamekuwa wakiishi kwa visasi hasa kutengeneza mazingira ya kuwashughulikia wale wote waliokuwa wanamuunga mkono aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa Freeman Aikaeli Mboe katika mchakato wa ndani wa uchaguzi uliofanyika Januari mwaka huu. Kwa upande wake aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu amesema kabla ya kufikia maamuzi hayo, wamekuwa wakitoa ushauri mara kwa mara kwa viongozi wa juu wa chama hicho, lakini muda mfupi baada ya wao kushauri, baadaye wanakuja kushambuliwa kuwa wanatumika na CCM. Hii no reforms, no election, sisi tumetengeneza mkakati imara, tumetengeneza mkakati madhubuti wa kukipeleka hiki chama mbele. Kama wameshindwa kutafsiri, si watuulize Chama hakina pesa, hakina vikao, lakini kila muda ukiulizwa, unaambiwa no reforms, no election. Yaani hiki chama kitaendeshwa na no reforms, no election, hakuna mambo mengine? Amehoji mwalimu Salum. Mwalimu ameenda mbali zaidi na kueleza kuwa katika wajumbe kumi na mbili waliokuwa wanaunda secretariat ya chama hicho iliyopita Wanane kati yao wamefikia maamuzi hayo. Sasa mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Godbless Lema, muda mchache mara baada ya wanachama hao kutangaza kujiondoa Chadema, amekuja kuzungumza yafuatayo ya kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, kwa kuambatanisha na picha ya wanachama hao ambao wametangaza rasmi mapema hii leo kujiondoa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Godbless Lema, anasema: CCM wangekuwa na akili ya siasa, wangewaacha muendelee na kelele, mkiwa ndani mnaitwa Chadema. Wameisaidia Chadema kitu cha maana sana na kikubwa, lakini kwa sasa, ngoja nisiingilie miradi ya watu. Narudia tena, CCM wangekuwa na akili ya siasa, wangewaacha muendelee na kelele, mkiwa ndani mnaitwa Chadema. Wameisaidia Chadema kitu cha maana sana na kikubwa, lakini kwa sasa ngoja nisiingilie miradi ya watu . Hayo ndio ambayo God bless Lema ameyazungumza na kuyachapisha kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, mara baada ya wanachama baadhi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutangaza kujiondoa ndani ya chama hicho ambacho kwa muda huu ndicho chama kikuu cha upinzani sisi tumeamua wote kwa pamoja, tunajiondoa Chadema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 tunajitambua na tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo yaliyotufanya tuingie. Kwa hiyo tunajitoa Chadema ili wasipate sababu kwamba chama hiki kilikufa kwa sababu walikuwepo. Na ili nisiwaachie maswali, mtu anaweza akauliza sasa tunaenda wapi? Sisi sio wazee wa kufikia umri wa kustaafu, tutaendelea kuwapigania Watanzania na tutatafuta jukwaa mwafaka. Benson Kigaila, aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Bara, akizungumza wakati wa mkutano na wanahabari uliofanyika kati ya waliokuwa wajumbe wa sekretariat ya CHADEMA Taifa mpaka tarehe 22 Januari mwaka huu wa 2025 na wanahabari mkoani Dar es Salaam siku ya Jumatano. Watu wengi kule chini kwenye majimbo mbalimbali mbali wanafanya vikao vya kujaribu kuwaondoa madarakani viongozi ambao walimuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe. Mbowe yeye yupo kimya. Sisi wengine wote tumekuwa kimya na sio kwa sababu hatuoni, ni kwa sababu tulitaka waliochaguliwa waweze kutumia katiba ya chama kuunganisha chama na kutimiza wajibu wao kama ambavyo wanachama wamewachagua. Mimi niseme kwenye hilo mimi nilikutana na katibu mkuu Johni Mnyika tarehe 24 mwezi wa kwanza, siku tatu baada ya uchaguzi wa Mlimani City ofisini kwake. Aliniomba tukashauriane na katika mambo niliyomshauri, kubwa kuliko yote nilimwambia, rudisheni umoja katika chama. Mkiamua kwenda upande mmoja, hamtafika, kwani safari ni ngumu na ndefu, inahitaji umoja, na ndiyo maana hata kauli mbiu yetu ya mkutano mkuu ilikuwa inasema stronger together. Benson Kigaila, aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara, ameazungumza hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika kati ya waliokuwa wajumbe wa sekretariati ya Chadema taifa mpaka tarehe 22 Januari mwaka huu wa 2025 jijini Dar es Salaam siku ya Jumatano. Nyiye mnajua kuwa Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa chama, amekamatwa muda mrefu sana na bahati mbaya, ana kesi kubwa sana ya uhaini. Kwa kawaida chama chochote cha siasa mwenyekiti akikamatwa, hata kama amekamatwa na amepewa kesi ndogo kama ya uchochezi, lazima kamati kuu ikae ijadili na iwe na mwelekeo. Lakini hawa jamaa waulizeni kama wamekaa kamati kuu. Hawajakaa. Sasa kama hawajakaa, mwelekeo unafanywa na nani? Na matamko ya mtu mmoja, kwa sababu ana mdomo mpana anaweza kutamka. Kwa hiyo anatamka tu. Chama cha siasa, taasisi yoyote inayoongozwa na vikao na sio chama cha siasa, taasisi yoyote inaongozwa na vikao na sio maneno yako kutoka kwa mkeo au kwa mumeo ukawa unasema. Yanakuwa ni taasisi, lazima yatoke kwenye kikao, lazima yatoke kwenye kikao. Na ukitaka kujua kuna mambo yanaendelea, tarehe ishirini na mbili baada ya uchaguzi mkuu tarehe ishirini na moja kulikuwa na baraza kuu la chama. Baraza kuu la chama la siku ile lilikuwa la uchaguzi, kuchagua wajumbe wanane wa kamati na wakati ule bahati nzuri wote hapa tulikuwa wajumbe wa baraza kuu mpaka wakati ule tulikuwa wajumbe wa kamati kuu mpaka wakati ule. Maneno hayo ameyazungumza pia Benson Kigaila, aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania bara. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kusudi